Mheshimiwa mwenyekiti, na kuomba sasa uchukue nafasi yako tuweze kukusikiliza. Karibu mheshimiwa. Haya, tupunge mikono kwa mama anapokuja kuzungumza. CCM oye. Dkt. Samia oye. Karibu mheshimiwa. Asante. CCM oye. Mlele oye. Kibaoni safi.